Mwenyezi Mungu <tiega> atakataje kwa wingi Yaayuhaladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Dhikran kathira ni wakati wote, lakini kuna wakati twashirikiana, na hii imekubaliwa na ulamai, hadithi sahihaini ya kuwa yakuwa masahaba kisema ma kuna naarifu kidha salatu rasulullah illa birafhimu sota bidua, tulikuwa tujui sala malizika mpaka tusikie mwenyanyua sauti kwa dua au bidhikri au bitakbiri. Zikoriwa mbalimbali wakinyanyua wa sauti kwa dhikri ndo ila basi kwa tulikijua kwa sala imekwisha. Ni maana walikitoa sauti mpaka watu wa nyumbani wakasikia, hata kama nyumba karibu au msikiti kwingine, kwa tumia lugha mbaya, kwa msikitini, kumejaa kelele za za dua, si kelele dua yatakikana ileto kama, lakini bwana, kule ta dua msikitini kwa kelele ifai, yataka udurabaka fi nafsi, kwa kurabaka fi nafsi, kwa ndio peke yako maskini, hawaelewi katika sharia kuna mambo mawili kuna dhikri saa yote na dua hiyo, saa yote utaja peke yako, mchana barabarani, sio piga makelele barabarani wazunguka, lakini kina, kuna wakati maalumu watu shirikiana katika dua. Kushirikiana ni wakati mdogo. Sasa Ibni Hajar Askalani Alhafidh alisema, wafihi mashruiyatu ljahri bidhikri katika hadithini, pana usharia wa kutoa sauti kwa dhikri. Ni usharia Ibn Baz Shekhe wa Saudia, shekhe wa wahabia alisema la fihi sunniatuljari, pana usuna ya kujihirisha. Alipoulizwa baadaye katika fatawa zake, mbona umesema hivi? Kamba naam, ukijihirisha dhikiri kuna faida mbili: kumkumbusha alosahau, kumfundisha sojua zikri. Kwa sababu kuleta dhikiri kwa msikitini ikiwa ni kwa adabu na kwa hishma zaweza kuendelea, sababu walisifia masahaba wakaambela lahum dawiyun kadawi nahi wavuma kama kuvuma nyoki. Ni maano likileta dhikri, basi dua hii tulete sana Allahuma inaka, astaghfirullah kisha nahi na Allahuma inaka afun tuhibu afu afu afu, anna tuilete pia sasa. Ika kitu cha kubaliwa ni kama kuambia Mungu nami nikubalia, toba, pana ubaya gani? Nisamehe makosa yangu, wazee wangu wasamehe, nikutaka nawe upate kilogawa kwa watu wema.